Umeshuhudiwa sinema ya bure katika soko la Kabati, kaunti ya Kitui baada ya jamaa hawa kulazimika kubeba bidhaa hizi kwa kichwa na kuzirudishia mwenyewe. Tumeona kitu ya kushangaza sisi. Tumeona watu wawili walikuwa wamebeba mattress na gas na TV na ilikuwa imekatalia kwa kichwa, maana au watu walikuwa wameiba vitu za wenyewe. Eh, tumeona leo, yu, yu mama ametumia jini zake mpaka hawa wakora akakuja utamu wa nyuki ukiwangeukia kuwa kala moto. Tumeshuhudia nyuki ambazo zilikuwa zinaonekana zikitoka kwa mfuko eee, kwa wale vijana wezi hao waliimba mali hiyo wiki iliyopita, na mwenyewe alipopiga ripoti kwa polisi akusaidika, hali ambayo ilimlazimisha kutafuta ujuzi wa daktari huyu wa kienyeji. Wakaazi wamewaonya watu wenye tabia za wizi kubadilisha mienendo, wasijapata aibu kama hii. Kwa hivyo kuimba zio kuzuri, afadhali mudu atumie jasho ya hiyo. Yeah. Yeah. Yeah. Funzo ni mzuri sana sababu hakuna mtu atachukua kitu, utakuwa ukijua siku moja utazungushwa tu kabati, vile hao wa watu wamesungushwa na aibu kubwa ikawapata.